Video iliyopita niliwaelezeni kwanini kuna Wayahudi weusi kama mimi na wewe na kuna Wayahudi wazungu ambao tunawaona kama Benjamin Netanyahu, na kuna wengine waliuliza maswali juu ya kwa nini Waarabu pia kuna Waarabu weupe kama wazungu na kuna Waarabu ambao hawana weupe ule kama wazungu. Nikasema ngoja nije nijibu swali hilo pia. Ukienda Syria, Lebanon, Palestina, Jordan, Iraq na Egypt hizi nchi sita utakuta Waarabu ni weupe kama wazungu, lakini ukienda Saudi Arabia, Oman, Emirates, Qatar, Yemen, utakuta Waarabu wa hapo sio weupe kama wazungu. Utakuta ni Waarabu ambao kama tunao sisi huku. Tofauti ni nini? Tofauti ni makoloni. Hawa Waarabu ambao ni weupe sana mnaoona, nchi zao zilitawaliwa na wakoloni wa kizungu kwa muda mrefu sana, imaya kama ya Romani imaya ya Wagiriki zilikaa pale kwa muda mrefu sana zikawatawala. Kwa hiyo hawa watu hawana damu ya kiarabu peke yake, hawa watu wamechanganya sana na damu za wazungu. Ndio maana leo mnaona ni weupe sana, unaweza ukashindwa hata kuwatofautisha na wazungu ukiwaona na ndio maana hata tamaduni kama zile za Waarabu hao wengine wanakuwa hawafanani tamaduni, ni kutokana na wale walikaliwa sana na wazungu katika ardhi zao, na baadaye mturuki akaenda na irani wa ajemi wakaenda nao. Wairani na waturuki ni weupe sana, wakazidi kuzaliana nao. Kwa hiyo ndio maana leo ukimwona kiongozi wa naweza kusema ukimuona kiongozi wa Syria au kiongozi wa Palestina ukaja kumlinganisha na kiongozi wa Saudi Arabia, unaona rangi zinatofautiana. Hiyo ni kwa sababu hiyo kuzaliana kutokana na wakoloni wao walio watawala. Kwa wewe unaonifuatilia kupitia TikTok, Instagram na Facebook, juu katika bio yangu kuna linki ya YouTube channel yangu inaitwa Rich Robin Online TV, click uende ukapate habari kama hizi na usisahau kusubscribe ukifika, ili uwe wa kwanza kupata habari kama hizi za dunia.